Show ya Diamond Platnumz ambayo itafanyika Uingereza actually. So show yake peke yake ni show ambayo ina ms, uh, uh, tuseme list ndefu ya wasanii ambao wataperform ambapo airasta ay, ay, yupo, ashakai yupo. Na juzi kati Diamond aliweka wazi kuwa uh, devoice atamjoin kwenye hii show yake ya London ambayo ataifanya pale Uh, tarehe kumi na tatu ya mwezi June mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Sasa I mean yes, June kumi na tatu mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano pale Royal Albert Hall mm, ambapo Diamond Platnumz atakuwepo pale kwa ajili ya tour yake UK and of course, hatakuwepo peke yake uh, okay hii ya, ya kina Shakeni Summer Jam Uh, ashakena Irasta, lakini hii ya uh, Diamond Platnumz uh, ni yeye ambayo atakuwa li live London pale, na na mara kadhaa amekuwa akituambia kwamba atakuwa anatoa list ya wasanii ambao atakuwa nao kama surprise so alituambia kwamba The Voice atakuwepo pia London kwenye show yake, na it was good amazing na tuliichambua hapa. Sasa Jux pia atamjoin Diamond kwenye hiyo show ya tarehe 13 mwezi wa sita huu mwaka 2025, na kama surprise ametangaza hili pia. Karibu sana, hii ni trending ya Rick Media. Mimi naitwa Sarafina Jerry, yeah. mimi ni Bill Jerry na huwa nakuwa hapa na Silent Ocean, wao ni simba wa bahari e, ukiagiza nao hujapoteza. Niko nao hapa lakini pia niko na ndugu zangu wanaitwa Jesus sound katika kuhakikisha kila unachokipata hapa unakipata kwa uzuri kabisa, basi wameniongezea nguvu kubwa na ya kutosha hapa. Sasa kupitia sharing post kati ya Diamond Platnumz na Juma Jux eh, e, wameweka wazi kuwa uh, hii kampuni ya Showtime Promotions and Baron Inc wana mtambulisha Diamond Platnumz London pale ambapo atakuwa Royal Albert Hall uh, kwenye show yake hiyo tarehe 13 ya mwezi June mwaka 2025. Itakuwa Ijumaa, actually ni uh, Jumaa ijayo. Juma Jux yeye, yeah, pia atamjoin Diamond Platnumz kwa ajili ya kwenda kuongeza nguvu kwenye show hiyo. So Diamond Platnumz amepost akaandika, London I told you have have got have got a lot of surprises for you. My brother Juma Jux is coming as well. June 13 uh, at Royal Albert Hall. It's gonna be a night to remember. Ticket link on my bio. And by the way, hii itakuwa ni show uh, kubwa ambayo Jux ataifanya baada ya kumaliza sherehe zake za harusi na ataifanya akiwa na brother yake Diamond Platnumz ambaye kiuhalisia wana ngoma kama nne hivi ambazo nne au tano ambazo wamefanya pamoja na kiukweli zina, zina, zina trend eh, Olulu Femi Enjoy Sugua kama ngoma tatu nne hivi eh, zinafanya vizuri. So Diamond Platnumz ameona, ah, bwana harusi eh. Sisi ndo mabwana harusi, show yetu ya kwanza kama mabwana harusi basi tuifanye pamoja. So mabwana harusi wanaungana kwa ajili ya kwenda kusherehesha huko Uingereza. Una lolote, you know where to drop your comments. So drop it. And drop it now. I'm your girl Sarafina Jerry and this is how I'm doing my things.